Hadithi ya Kikorea, mwanga wa usiku wa Seoul. Msichana wa umri wa miaka 23, Ji-woo alikuwa mhudumu wa duka la kahawa linaloitwa Moon Cafe mjini Seoul. Alikuwa mcheshi, mpole, lakini mwenye ndoto kubwa, kutengeneza muziki. Lakini maisha yalikuwa magumu, baba yake mgonjwa na kodi ya nyumba haijalipwa ajira ndogo isiyotosha. Jio alikuwa akipiga piano usiku kwenye chumba kidogo bila mtu kujua, hadi usiku mmoja akapiga melodia ambayo ilimvuta mtu muhimu sana. Akiwa anafunga duka la kahawa, mlango ukafunguliwa pole pole, akaingia mwanamume mrefu mwenye koti jeusi, mwenye macho ya siri na sauti ya kuvutia. Jina lake Kang Seon-woo, bilionea kijana anayetengeneza kampuni ya mziki, lakini anayechukiwa na umma kwa kuonekana mkali na asiye na huruma, alijikuta akimsikiliza Ji-woo akipiga piano kwa dakika tatu. Akasema tu maneno manne: hiyo melodia ni ya mamilioni. Ji-woo kadhani anaongozwa au anatania lakini Seon-woo hakuwa akitania. Kesho yake magari ya kifahari yakasimama nje ya Moon Cafe. Walimwambia Ji-woo, tunataka uwe chini ya kampuni ya Kang Seon-woo, utalipwa, utapewa nyumba, lakini kuna masharti. Masharti yaliogopesha: moja, asifanye mahojiano ya vyombo vya habari; mbili, asionekane na Seon-woo hadharani. Tatu, asiseme kuhusu ujio wake kwa yoyote. Ji-woo alihisi kama anaingia kwenye giza, lakini pia alikuwa akikimbilia ndoto yake. Akasaini mkataba. Mara akiingia kampuni, wasanii wengine walianza kumchukia. Wengine walidhani analala na bosi kupewa nafasi. Wengine walimwona anamzidi kipaji. Hasimu wake mkuu akawa msanii mashuhuri. Kang Yuri, rafiki ya zamani wa Seon-woo na msichana aliyewahi kuwa na hisia naye. Yuri akamwambia, usijipendekeze kwake. Seon-woo hahisi chochote kwa mtu yoyote. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Usiku moja mvua kubwa ikinyesha, Ji-woo alikuwa ma studio, alikuwa analia baada ya mashabiki kumshambulia mtandaoni mkimwita Gold Digger. Seon-woo uu akamkuta akiwa amekaa sakofani. Kwa mara ya kwanza akatoa ishara ya huruma. Akamwambia, "Usisamehe dunia kwa kukuchoma. Andika mziki uitie nguvu, si machozi." Alimsaidia kuinuka na hapo ukimya ukawa mwingi, macho yakatazamana muda mrefu. Ulimwengu ukaonekana simama. Ji-woo alikuja kujua kuwa Seon-woo huu hakuwa baridi bila sababu. Miaka iliyopita alikuwa amepoteza dada yake kwa ajali iliyotokea kwa sababu ya paparazi waliokuwa wakimfuata. Tangu siku ile akaapa, usiwe karibu na mtu yoyote, usije ukamuumiza. Lakini sasa Ji-woo alikuwa ameingia moyoni mwake bila ruhusa. Siku moja wapiga picha walipiga picha ya Seon-woo na Ji-woo wakiwa wameshikana mikono kwenye maegesho ya siri. Mtandao ukalipuka: msanii chipukizi ateka bilionea, Ji-woo ni mwizi wa nafasi, Seon-woo anatumia kampuni kwa mahusiano binafsi. Mashabiki wakatishia kubomoa kampuni, Yuri akafurahi kimoyoni. Ji-woo akapaswa kuchagua kuachana na mziki ili kumlinda Seon-woo, au kupigana upendo pamoja. Kwa uchungu mzito, Ji-woo akaondoka bila kumwaga, akaacha ujumbe mdogo tu, samahani kwa kuletea mauchungu yale yale uliyoyaepuka. Seon-woo akavunjika kwa mara ya kwanza maishani, akatokea kwenye vyombo vya habari, akaacha kuongoza kampuni, akaenda kutafuta amani, lakini moyo wake ulikuwa umeshaibiwa miezi. Misita ikapita Ji-woo, akashangaza Korea alipotoa wimbo wake wa kwanza, Night Light, mwanga wa usiku, wimbo wa huzuni, upendo baridi, moto na maumivu. Katika maneno ya mwisho alisema, katika giza la Seoul nilikutana na mwanga wangu. Mashabiki wakaangua machozi wimbo ukawa namba moja Korea, Japani na kimataifa. Wakati wa tamasha lake kubwa la kwanza taa zikazimka na mwanga mmoja tu ukaelekezwa jukwani. Ni Seon-woo akavaa suti nyeusi akapanda hatua moja moja macho yakiwa na machozi, akachukua kipaza, kipaza sauti akasema maneno matatu tu ni nisamehe Jiu. Ukumbi ukalipuka kwa kelele, kilio na makofi. Seon-woo akasema mbele ya maelfu, sitaficha tena, huyu ni moyo wa muziki wangu, wa maisha yangu na wa usiku wangu. Mashabiki wakapiga kelele saranghe Jiu, Jiu, Jiu alikimbia kwenye mikono yake. Walikumbatiana, walilia, walicheka na hatimaye walibusiana hadharani. Hakuna kitu kilichodaki kuficha siku ile. Korea ikashuhudia moja ya upendo uliotabasamu gizani na kuangaza kama jua. Karibu Mkolwe Product, ujipatie unga wa lishe unga wenye faida kemkem mwilini kwa shilingi elfu tatu popote pale ulipo, piga simu namba 0687722315, au piga simu namba 0716283088. Mkore product help us to help you.